Hello wapenda, tunakwenda kujifunza mshono wetu huu ambao tumeuona ni sketi ya tight yenye mpasuo mbele lakini pia uh, blouse yetu ni aina ya peplum. Hiki ni kitenge kiko pesi tatu. Tutaanza kwanza kwa kutoa sketi yetu, ambapo cha kwanza utaangalia kitenge chako ili uweze kupangilia maua, huenda kuna michoro ambayo inabidi uiangalie kabla ya kukata. Baada ya kuona hivi maua yetu haya, huku ni ndani na huku ni nje. Baada ya kuona maua yetu haya, anaweza akapangiliwa tu vyovyote. Ina maana huku anaweza pakawa chini au huku pakawa chini. Kwa tutakwenda kupima Kuangalia upana wa hipsi, mteja wetu ana hipsi ya arobaini. Kwa tutapima ishirini. Inapoishia ishirini, inaishia hapa, tutaongeza na inchi sita za balance hapa. mm -hmm. Kwa tulipoishia hii sehemu, tutalinganisha tutakunjia hapo ili tuweze kutoa vipande cha mbele na cha nyuma. Mhm. Mm, hapa nimekunja mara mbili. Kumbuka kukunjia kwa ndani ili unapochora kitenge kisichafuke. Kwa hiyo hapa nimekunja mara mbili, nitakunja tena hivi, itakuwa mara nne. Ndio hapo, kumbuka kuachia sehemu ya mpasuo. Na huo mpasuo wetu utakuwa ni mkubwa kidogo. Kwa hiyo hizi inchi sita nilizoachia ni chache. Nitaongeza tena kidogo. So, aongeza kidogo ili niachie sehemu kubwa kwa ajili ya hiki hapa. Baada ya kukunja hivi Ntakwenda kuangelea vipimo vyangu vya hipsi. Kama vimo hipsi ni arobaini, ukigawa kwa nne ni kumi na nchi mbili za kushonia naka kumi na mbili napa k kumi na mbili na nusu kwa hiyo ni sawa. Tutaanza kuchukua vipimo vyetu kama ifuatavyo. Hii ni sehemu ya zipu, kwa tutachukua vipimo vyetu kutoka huku kuja huko. Tutaanza kwa kuchukua kiuno nimefunjia kwa ndani ili nisichakui kitenge cha watu. Kwa hiyo mtaenda kupima vipimo vyangu vya wima, mtapima kutoka juu kuja sehemu ya hipsi ambapo ni kwenye nchi nane alafu mtakuja chini, uh, hi ya kiuno na thelathini kwenye hipsi, kwenye sketi hipsi yana arobaini alafu um, chini ya makalio upana na thelathini na nane upana sehemu ya goti ana thelathini na moja na urefu kutoka juu sehemu ya hip mpaka chini ya makalio tumesahau kuipima, lakini mpaka juu ya goti ni ishirini na moja. Kwa hiyo tutatumia tu ambayo ni ya sehemu ya goti kwa sababu chini ya kalio hatujaipima juu ya goti ana ishirini na moja ishirini na moja iko hapa na hapa kwenye nane, ni sehemu ya hips, lakini pia na urefu uh, wa thelathini na nane kunteka kwenye urefu ambao nimeonyeshi huku, ambao urefu, lakini na nane inaishia hapa, lakini hizi zinazobaki tutazifungia nane kwa ajili ya tuyafungia, tutakutana na na line, kwa hiyo tumeongeza kama hapa ni thelathini na nane mpaka kwenye arobaini na tano tutarudi huko juu tutaongeza urefu tutaonyesha mstari namna gani na hapa tutaonyesha mstari yote kisha tutaanza kuchukua vipimo vyetu ambavyo ni vipimo vya duara ana kiuno cha thelathini piga kwa nne tunapata saba na nusu saba na nusu uko hapa nitaongeza nchi moja ya dati kisha nitaongeza nchi mbili na nusu za kushonea hapa. Sehemu ya hipsi, ana hipsi arobaini. Kwa hiyo nitapima kumi hapa, alafu nitaongeza mbili na nusu za kushonea maeneo haya. Kwa hiyo nitaunganisha kutoka kwenye hipsi kuja sehemu ya tumbo, sehemu ya gosi. Upana ana thelathini na moja, tukigawa tuseme ana na thelathini na mbili, tukigawa kwa nne tunapata nane <laughs> ndio kwenye hiyo nane tunaongeza mbili na nusu za kushonea hapa, kwa tutaunga kutoka hii sehemu kuja sehemu ya hiki tutaunganisha mpaka huku hiko mwisho inaoneke. Baada ya hapo, huu pana huu hapa tutaonyesha mpaka mwisho. Kwa hiyo hapa tuna jumla ya kumi ya kumi na moja kasoro. Kwa hiyo na huku chini tapima hiyo kumi na moja kasoro inaishia hapa, inaishia hapa. Kisha tutaunganisha kutoka huku chini mpaka huku nishwa. Ili wakati wa kutembea nguo isimkwame, kwa sababu isimkabe kwa chini. Kwa sababu tukisema tupunguze mpaka huku chini, na maana hii penseli itashuka mpaka chini, na wakati wa kutembea naweza ikampa shida. Au unaweza kabisa ukaamua huku kidogo ukaongeza nchi moja kwa huku chini, ikawa kama inamwaga kidogo, ili kwa chini ipate kuwa pana kidogo, isimkabe wakati wa kutembea namna hii kwa hiyo nitakwenda kukata kwa kwanza hapa na kabla ya yote nitakwenda kuweka alama sehemu ya dasi ambapo kwenye dasi nitapima nchi nne nchi nne iko hapa nitaweka alama nitakata namna hii. Kwa hiyo hata hapa nitaweka alama sehemu ya mpasuo, tunajua tuni yaziku tulishajifunza huwa tunapunguza, lakini kwa hapa tutakwenda kutumia njia ambayo ni simple so, tu tutachukua kipande chetu hiki chote tutakileta hapa, unaona namna hiyo. Naona navogotisha hapa mimi, na wewe utafanya hivyo kwa hiyo hii itatusaidia kushape. Kwa hiyo sehemu ya hip, kwa kwenye hip tutaingia, na hiyo itatusaidia kushape kalio, iko hivi nani. Kwa hii sehemu ambayo tumeshape hapa, wakati tukuja kuipunguza, tutakuja tusonee, tutaingia ndani kidogo. Kwa hiyo ngoja kwanza tuikate. Mm -hmm. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kalia, tutaweka alama namna hii na kwa mbele sehemu ya goti sorry, na kwa mbele pia tutaweka alama hizo. Kwa hiyo wakati wa kushona tutaingia ndani, kwa mfano hapa kwenye zipu, kwa sababu kwa tumepunguza tume shape, badala yake itaingia humu ndani kama nchi moja hapa, lakini pia hata kwa kwenye hipsi kwa chini itaingia inchi moja hapa. Kwa hiyo sketi tumemaliza kukata, hapa iko namna hii. Hiki ni kipande cha mbele, nitakwenda kukitafutia laini, nitakatia laini kwa sasa, nitakiweka pembeni Aa, na vya nyuma viko viwili. Tuendelee kwanza kukata hafy yetu, tunaendelea na blauzi yetu hii Nikumbuka tutaibuti lakini pia kwa kwayo hapa tutakwenda so kuchukua vipimo manda, kama ifuatavyo. Kwanza nitaachia huku kama nchi moja kwa ajili ya kuchukulia vipimo vyangu. Nitapima shingo, nitaanza na bega. Vipimo vya mteja wetu viko hapa, bega na kumi na nne kumi na nne na saba hapa na nusu ya kushonia inakuwa saba na nusu mimi haya. Halafu <coughs> nitashuka nusu nchi hapa. Nitaunganisha kule juu. Namna hii. Lakini pia huko begani mteja wetu huyu kwenye huo mshono zimebaki tu kama nchi mbili hivi na zingine zote zimemezwa na shingo. Kwa hiyo kwapa yetu ilipoishia hapa bega tutaingia <coughs> ndani kama nchi mbili hapa. Kwa hiyo shingo yetu itakuja mpaka hapa. Huko kuna nusu nchi ya kushonia. Lakini huku hakuna kwa msh, badala yake tutapima mbili na nusu hapa hivi, na huku shingo yetu itakuwa ina nne na robo tatu. Sawa, tutashusha urefu wa shingo ambao tutaweka inchi tano hapa. Tutapima kwanza bega, ushasema huku ni nne na robo tatu, kwa hiyo hata huku tutapima nne na robo tatu hapa tutaunga namna hii, tutaunga namna hii. Na sasata bega, huyu mteja wetu ana kifua cha thelathini na tano. Thelathini na tano huwa tunagawa kwa sita, kwa hiyo inaingia mara tano, ambayo ni thelathini na baki tano, kwa hiyo inaingia mara nane sita mara nane ni arobaini na nane point mbili, kwa ya tano point nane, unajumlisha na moja point tano, napata kumi na tatu moja kichwani, sita saba. Kwa hiyo huyu anakuwa pa ya saba na nusu, kwao tutapima kuanzia hapa mpaka pale, saba na nusu inapoishia, saba na nusu iko hapa, na huku tulipima saba na nusu, saba na nusu iko maeneo haya, kwa hiyo unganisha points hapa kwa hii sehemu. Baada ya hapo tapima kutoka begani mm -hmm. Kuja sehemu ya kifua ambako ni kwenye mchi nane okay. saba na nusu okay. Kifua ndo hiko hapa alafu tapima Uh, chini ya ziwa ni kumi na moja hapa. Tutapima haf... sehemu ya kifua sorry, ana tisa. Huyu mteja wetu ana tisa sehemu ya kifua, chini ya ziwa ana kumi na mbili lakini pia ana hafu ya kumi na nne na nusu hapa. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kifua, hapa ni chini ya ziwa hapa ni hakwepo, mistari mingi sinichanganye. Ngoja nirudie, tisa kwa kumi na mbili. Kumi na mbili iko hapa, huu haupo kansel. kwa hiyo tutapima usawagasi ambayo ni nchi nne na robo. Hapa nne na robo utaunganisha namna hii. Sawa. baada ya hapo, utapima kutoka sehemu ya ziwa hapa mpaka chini ya ziwa, tunapata ni tatu. Ama unaweza ukachukua, unaweza ukachukua kifua ambacho ni thelathini na tano unatoa chini ya ziwa ambayo ni thelathini unapata tano. Halafu hiyo tano unagaa kwa mbili unapata mbili na nusu. Kwa hiyo hata hapa tutaweka kwenye kumi na moja na nusu. Mistari isiwachangane wapendwa, mistari imekuwa mingi, siwachangani sana, tutaweka hapa kwenye kumi na moja na nusu. Kwa hiyo huu haupo, huu haupo, mstari wetu wa kwanza ni huu huu wa pili, huu hapa ndo wa tatu, na huu ndo wa nne. Kwa hiyo tumeona huyu ana size ya ziwa ambayo ni mbili na nusu. Ko, tutakwenda kupunguza huku moja, huku tutapunguza moja, halafu tutapunguza moja na nusu. Na kwenye homstali wetu paka tutapunguza moja, halafu tutapunguza moja na nusu. Ko, tutaunganisha kutoka chini ya ziwa mpaka kwenye urefu chini ya ziwa mpaka kwenye urefu hapa ni katikati ya ziwa, kwa tutaunganisha namna hii, na hapa tutatoka katikati ya ziwa, tutaunganisha ni namna hii, ndio saizi ya ziwa lake. Lakini pia kwa huku juu tunaweza tukaamua kwamba hii nguo iwe moja kwa moja gauni ambayo haihitaji kuugaungwa vipande vingi, ama tukaamua tuitoe kisha huu mkono tukaupachika. Sawa, eh yani huu mkono unaubakia tukaupachika kwa juu, lakini sisi hatutaki mambo mengi kwa tutatumia tu hapa hapa. Kwa hiyo badala yake, kwa sababu kuna kivii, tutapanda hapa kama moja na nusu, hapa hivi moja na nusu, alafu tutatengeneza hivi cha namna hii. Wapendwa, video yetu imekuwa ndefu sana. Tukutane ndani ya grupu kumalizia somo letu.